Biblia inasema amelaaniwa yule amtegemee nani? Mwanadamu kulaaniwa, manake ni Mungu kukaa mbali na mtu husika. Hebu kuanzia leo, hao wateja wa biashara, ujasiriamali unaofanya hawawezi kuja kwa nguvu zako wewe. Ni Mungu ndio anaowaleta mwangalie. Mungu mwenye hawa watu aliwashikilia hawa watu. Mungu ndio anaweza kumrelease akamwachilia huyo mki ambaye tunataka kumuoa anaweza akamwachilia huyo mume ambaye unataka uoleo naye, yeye ndo amemshikilia. Ukimwangalia Mungu, ataruhusu hicho ambacho kiko ndani ya uhitaji wako kukujia kwa urahisi, maana yeye ndo chanzo na vyote vimeshikamana pamoja na yeye. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa, jamani, asubuhi anasema kwenye andiko la pili pale wa Filipi, sura ya 4 mstari wa 18 na 19, anasemaje? Lakini ninavyo vitu vyote na kuzidi tena uh -huh. Nimejaa tele, nimepokea kwa mkono wa Epafrodito. Nimepokea kwa nimepokea kwa mkono wa Epafrodito vitu vile vitokavyo kwenu, harufu ya malukato, sadaka yenye kibali, impendezayo Mungu. Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachohitaji kwa kadiri ya utajiri wake kwa utukufu ndani ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mtume Paulo Amenyanyua mikono yake hapa, anaandika akitoa ombi la kuwaombea kanisa kwenye Wafilipi. Kanisa lilimtegemeza mtumishi wa Mungu na watumishi wa Mungu wengine. Kanisa kupitia mikono yao na majasho yao walikuwa sababu ya kazi ya Mungu kwenda. Mtume Paulo anasema hivi, nimepokea vitu vingi sana kutoka kwenye nini? Kwenye mikono yenu. Anasema Mungu nayemtumikia awazidishe awategemeze, awaongeze kwa sababu mmekuwa sababu ya kufanyaje? Ya kulitegemeza kanisa na watumishi wangu. Maombi yangu mimi, chochote kile ambacho ilikuwa ni sehemu ya mchango wako wewe kwa ajili ya ustawi na maendeleo na kuongezea kwa kanisa, iwe kinohusiana na vitu fedha, jitihada, ama muda wako, Mungu akakuongeze kwa sababu ulikuwa ni sehemu ya ukuaji wa kanisa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini mtume Paulo anasema Mungu akawategemeze na kuongeza? Ni kwa sababu hakuna kitu mtu anachoweza kukifanya katika mwili wa Kristo ambapo hakitamletea matunda yaliyo mema. Nioneshe mtu ambaye anaiangalia na kutanguliza kazi ya Mungu, anaipa kipaumbele, nitakuonesha sehemu ya mafanikio yake. Kuna watu waweze wakakwama kwenye maisha yao yote, kuna watu ambao fedha haitakaa ikauke kwenye mikono yao yote. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu wamekuwa sababu ya kuyafanya mapenzi ya Mungu yaweze kutimia hapa chini ya jua. Mungu anawatumia watu ili kazi yake ipanaje ya iweze kusonga mbele. Anaangalia utayari wa watu, akiona kuna mtu anaonesha utayari, atakuwa ni sababu ya kubariki mikono yake na kuiongeza njia yake, ili mradi mapenzi yake iweze kutimiza. Hakuna vitu vinaweza kutoka mbinguni kwenye mawingu, vitu vinatoka mikononi mwa watu. Hawa watu ni watu ambao Mungu anawatumia kwa ajili ya kulitunza na kuitegemeza kanisa. Kwenye Biblia tumesoma kina Joana, kina Susana akina Yusufu wa Arimathaya, tumesoma kina Nikodemo, walikuwa ni wanafunzi wa Yesu Kristo, wakina Maria Magdalena. Biblia inasema sifa yao kubwa, akina Chuza walikuwa wanalitegemeza kanisa kwa mali zao na kwa fedha zao. Kuna watu special kwa ajili ya kuifanya kazi ya Mungu iweze kusonga mbele. Watu hao ni mimi na wewe. Lazima tuwe ni sehemu ya baraka ya kukua katika kazi ya ufalme wa Mungu hata katika kidogo tulicho nacho. Bwana Yesu asifiwe. Nisikize vizuri, anasema kwenye Waefeso sura ya 3:20. Anasema basi atukuzwe yeye ambaye ni mungu awezaye kufanya mambo yote ya ajabu mno kuliko tuyaombayo au tunaoyawaza kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Atukuzwe Mungu, anaweza kufanya mambo ya ajabu kuliko yale tunayoyawaza wala kuliko yale tunayofanyaje tunao yaomba inamaanisha, Mungu ndio anajua mwisho wetu kabla ya nini ya mwanzo. Mungu ndio ameandaa ubadae wetu, kesho yetu, twamtokea mwanzo. Mungu anajua ratiba yako wewe, anajua ratiba yangu mimi na yule ya, ya kesho. Lakini siri kubwa ya udhirisho au wa ukamilifu yeye, ratiba ya Mungu iko ndani, ni nguvu iliyoko ndani ya mwamini atukuze Mungu kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Ndiyo chanzo tulichounganishwa nayo, ni neema ya wokovu au roho wa Kristo, aliyoko ndani yetu. Kwa lugha rahisi, unaweza kutumia nguvu ya Mungu au uwepo wa neema, kipawa cha neema ya wokovu ndani yako, ikawa ni faida kwenye maisha yako, yalizunguka ukayamuru mazingira na vitu vikakutii, ukawa na mabadiliko, vitu vikavutwa kutoka mbali vikapojia Isaya sura ya sitini mstari wa kwanza inasema inuka uangaze, ikimaanisha ile nuru iliyokujia ni nini? Wokovu. Ukisoma mbele, anasema mataifa, wafalme, watu kutoka sehemu mbalimbali wataijia hiyo nuru ya kuzuka kwako. Yani watauona wokovu ndani yako, wataujia huo wokovu wako. Hiyo nuru ndio itakawa wavuta mimi nasema kule Isaya sura sitini, hawatakuja mikono mitupu, watakuja na mali, watakuja na fedha. Kuna vitu vinakusogelea ni kwa sababu ya nuru ya Kristo iliyoko ndani yako, ndio inavuta nuru ya Kristo. Neema ya wokovu haivuti vitu tu, inavuta na watu wa aina fulani kwa ajili ya hatima yako kufika kilele. Zaburi 93 mstari wa 11, anasemaje? Shauri la Bwana nasimama milele. Eh, makusudi ya moyo wake vizazi na vizazi. Shauri la Bwana nasimama milele, anamaanisha anachokisema Mungu neno lake linasimama vizazi hadi vizazi. Kama Mungu ameahidi jambo fulani lazima likatokea ndani ya vizazi vinavyotokana nayo. Maombolezo sura ya tatu mstari wa saba amesema ni nani asemaye jambo na likatukia ikiwa Bwana hakusema? Inamaanisha kama Mungu hajaamua, kama Mungu hajazungumza hajasema lolote, ambalo wakuu wa giza na watu wenye hila wanalosema kwa ajili yako lenye uharibifu, mauti, alitaka litokee, kwa sababu shauri la Bwana linasimama milele. Mungu akisema, umeinuliwa wewe, ni mtu mkuu, neno lake litatimiza kile ambacho lichosema vizazi hadi vizazi. Neno la Mungu likisema hautakufa bali utaishi na kusimulia matendo makuu ya Mungu, hilo neno lazima litatimia vizazi hadi vizazi. Chochote ambacho Mungu hajakisema, Yesu Kristo ndiyo msemaji wetu wa mwisho. Kama yeye hajasema basi haitakuwa, ila kama yeye amesema, nina ujasiri wa kutangaza aitokisema Mungu ni hakika na kweli, Mungu haja kubadilika.